chini sana. Eh, wametunongeza hapa kwamba tatizo ni refu amepiga za chini chini, kwa hiyo kuna na ni hivyo amenyongewa nyongewa. HMG TV. Fanya ku comment, like, share. Popote tu po. HMG TV. kwa hiyo kuna ni hivyo amenyongewa nyongewa. Makaka madawa niko na brother wangu hapa na najua timu itakuwa ni ngeni sana katika macho yenu, lakini leo ilikuwa hapa uwanjani kutoka kutoka Dayton na leo walikuwa Indiana. Nilimwambia hapo, tunataka waongee moja mbili tatu kuhusu mechi ya leo. Kama mnavyoona watani wake hawa wanakuja kumwambia kwamba mechi ya leo ilikuwa ni lazima atamuonyesha. Mimi ndio USI mimi brother. Sawa. Yeah. Yeah. Ewe, kama vipi wewe hapa ndio Raj B, timu yako ni timu gani? Wanzako amejita hapa? Ah, Dayton Tigers. Dayton Deka. Ah, Dragon. Dayton ni Tigers. Okay, mnifia Raj jamani. Lakini kawaida tupo hapa hapa. Ah vipi kuhusu mechi ya leo kwanza? Uh, mpira ulikuwa vizuri, timu zote zimecheza mpira mzuri, matokeo ni kawaida so. Yeah. Umepigwa ngapi? Uh, game tumepigwa tatu moja, lakini mpira ulikuwa sawa. Unalipi la kuambia wachezaji wako kwa maana tunajua hii ndio ulikuwa mechi yao ya kwanza, na vipi mtaendelea kucheza uh, mechi zingine au bado mtaanza tena practice? Mechi zipo, tunaendelea na ni game ya kwanza na najua watu wengi wakuwa na septe kama tuweza tukacheza kama hivi na tumeonyesha watu kama tunaweza na ni hatua nzuri upande wetu, na watu wote ambao wanatusubiri waangalie nini, tunawaletea. Tunaendelea next week tuko na game na tunaendelea kuwa na magame, haijalishi wapi tunaenda, si tunazidi kusonga mbele tu. Eh bwana, asante sana. Tulikuwa na brother yangu hivi ndani hapo. Ulicheza namba ngapi? Ah, mimi nacheza namba 7, nacheza namba 11, haijalishi unacheza 7 na 11. Vipi mashindi ya magoli leo, ulikuwa na mpango ufunge au ndio vile ulikuja kujipima tu? Uh, nilikuwa na mpango wa kufunga na ndio maana nimekuja hapa na ndio maana umeniona hapa. Eh, bwana vipi hapa? nilikuwa na raji ngoja, tutafuta wengine zaidi tuwasogezee, labda yake a moyoni Yep. Ah, mchezo ulikuwa sawa. Mchezo ulikuwa sawa. Sema tu. Ah, ah, juu chini. Yote ni matokeo ya balo. Kufungwa na ku... tukufungwa yote ni matokeo ya mpira. Kwa hiyo, yeah, good game man. <laughs> <laughs> <laughs> Mimi sijaja hapa kupima kucheza mpira. Kwa ulikuja kucheza unajua. Kucheza mpira. Una lipi la kuambia mashabiki zako au mashabiki zenu? Ah, mashabiki zetu. Ah, waendelee kutusupport sababu ni game yetu ya kwanza. Ah, tumecheza tumecheza so mbaya mpaka tufike hapa ambako tumefika. Tumecheza kweli. Ah, majamaa majamaa wanacheza balo. Wapo sawa, lakini ya ushindi wa mchezo wa leo mmeenda ngapi ngapi? Ah, wametufunga tatu moja. Tatu moja. Ya, yaani kwa kubahatisha sana. Yani mpaka wafike majamaa na ame refa naye sema refa naye piga, piga za chini chini sana. ametuongeneza hapa kwamba tatizo ni refa amepiga za chini chini, kwa hiyo kuna na hivyo amenyongewa nyongewa, ila ameshinda kusema nguvu. asante sana. Hongera sana kwa mchezo wa leo mzima kwa vizuri. HMG TV, fanya kukomenti, like